Mwongozo wa kujifunza Biblia, Aprili 8, siku ya Jumanne. Mada ya leo inasema swali la Isaka, yuko wapi mwanakondoo? Biblia inataja seh Hebrania mwanakondoo kwa mara ya kwanza katika kisa kile kile, sawa na kutajwa kwa upendo kwa mara ya kwanza katika Mwanzo 22. Mwanakondoo bila shaka ni mojawapo ya ishara ambazo daima zinapatikana katika kitabu cha Ufunuo, ambapo Yesu anaitwa mwanakondoo zaidi ya mara ishirini katika mojawapo ya matukio yenye nguvu zaidi ya Ufunuo, ziara ya Yohana katika chumba cha enzi cha Mungu katika sura ya nne na ya tano, mwanakondoo anao wajibu wa msingi. Soma Mwanzo sura ya 22 aya 7 na ya 8, Kutoka 12 ya tatu hadi 13, na Ufunuo sura ya 5 ya 5 hadi ya kumi. Kisa cha kafara ya Isaka iliyokuwa karibu kutolewa kinatusaidiaje kuelewa jinsi wanakondoo wanavyotumiwa kiishara? Kisa hiki kinahusianaje na kile Yohana anachokiona katika Ufunuo sura ya tano? Utajwa kwa seh mwanakondoo kwa mara ya kwanza katika Biblia kunatokea kwa namna ya swali la Isaka, yuko wapi mwanakondoo? Mwanzo 22 ya ya saba cha kuvutia sana sehemu iliyobaki ya Biblia yote inajibu swali hilo kwa undani sana. Vitabu vingine 38 vya Agano la Kale vinamwongoza msomaji katika njia ambayo swali la Isaka linajibiwa hatua kwa hatua kwa maelezo zaidi na zaidi. Kuanzia kwa kaida za Pasaka hadi kazi ya awali ya Daudi na kuendelea. Kisa kizima kimeingiliwa na unabii mwingi wa Kimasihi unaotangulia jibu la swali la Isaka. Kisha katika Agano Jipya swali linajibiwa wakati Yesu anapotokea katika mwili na damu, anahudumu kati ya watu wake na hatimaye kutoa maisha yake msalabani. Wakati huo huo, tazama kutajwa kwa mara ya kwanza kwa mwana kondoo katika injili ya Yohana, katika Yohana sura ya kwanza, 29 hadi 34 Karibia inaweza kuonekana kana kwamba Yohana Mbatizaji binafsi anajibu swali la Isaka na mazingira hayawezi kufaa zaidi. Wenye dhambi wanatubu na kubatizwa, ishara ya kifo cha mwenye dhambi na mwanzo wa maisha mapya. Katika muktadha huu Yesu mwana kondoo wa Mungu anatokea ghafula, na kwa mujibu wa simulizi la Mathayo mbingu zinafunguka kumtangaza, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Mathayo sura ya tatu ya kumi na saba. Angalia jinsi sauti, malaika wa Bwana pia anatangaza kutoka mbinguni suluhisho la tatizo la Ibrahimu na Isaka, Mwanzo 22:11 hadi 14. Unapounganisha yote pamoja, ni wazi kwamba Yesu mwana kondoo wa Mungu ndiye mbadala wetu. Hilo linafafanua zaidi juu ya uelewa wetu wa mwana kondoo aliyechinjwa katika maono ya Yohana. Kwa nini kujua kwamba Yesu ni mbadala wetu ni msingi sana kwa wokovu wetu? Ungekuwa na tumaini gani bila yeye kama huyo mbadala hasa katika hukumu? Hii ni Aprili 8, siku ya Jumanne, mada ikisema, swali la Isaka. Yuko wapi mwana kondoo? Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu.